Maendeleo ni kitu ambacho kinapewa kipaumbele sana hasa katika nchi mbalimbali, nikimaanisha kwamba maendeleo ya elimu, maendeleo ya kiuchumi, na maendeleo mbalimbali mbali ambayo yanaweza kuisaidia nchi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ah, nikukumbushe tu hii ni kisa Kisa Media, langu jina ni Amosi Makali. Vijana wamekuwa wakichangia katika maendeleo kwa kuhakikisha wanafanya shughuli mbalimbali kila kukicha, shughuli ambazo zinaweza kusaidia maendeleo ya nchi, maendeleo ya jamii, au maendeleo ya kitu chochote kuendelea. Na kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 inasema kuwa asilimia 55.6 ya nguvu kazi ya taifa inatokana na vijana, lakini vijana wanajua kwamba maendeleo haya wanayaleta wao? Tuende tukaongee na vijana kujua. Je, yeah, maendeleo haya wanayaleta vijana? Kijana katika taifa letu la, la Tanzania, anachangia maendeleo kwa kufanya kazi. Mfano, kijana ambaye ni mkulima akilima bidhaa yake na akapeleka sokoni katika kupata faida lazima atalipa pia kodi. Hiyo kodi ambayo itakuja kusaidia katika maendeleo ya uchumi wa taifa letu. Mimi ni kijana ambaye ninachangia kwa namna fulani kuleta maendeleo katika jamii. Kwa mfano, mimi ni mjasiriamali ambaye najishughulisha na uuzaji wa sabuni za maji, kwa kwa namna namna nyingine katika uuzaji wangu. Pengine naona ni biashara ndogo, lakini inasaidia kwa namna kubwa katika ku katika kuleta maendeleo katika taifa langu. Ah, njia pekee ya kijana kuchangia maendeleo katika taifa lake ni kufanya kazi, no doubt, kutokana na sh, yani shughuli yoyote ile ambayo anayifanya inaweza ikapelekea taifa lake kuendelea pia kupitia yeye. Asa vijana wengi wameamini kwamba labda zewei kupitia elimu au kupitia kitu fulani ndo anaweza akachangia taifa lake, wakati ni hapana, shughuli zozote labda bodaboda nini, kuamini katika wanachokifanya pia inaweza ikapelekea kuchangia katika pato lako la taifa. Na vijana wanachangia kupitia biashara zao, tuseme, kwa mfano, wanavyonunua bidhaa kutoka sehemu mbalimbali, wanavyonunua na kuuza, wanakuwa wamechangia wanakuwa wameongeza kipato cha serikali au kupitia ile bidhaa wanaonunua, tuseme wananunua nguo vitu, ving, vitu, vitu ni vingi wanavyonunua, lakini kupitia hivyo vitu wanakuwa wameongeza kipato cha serikali. Hivi nikukumbushe kitu, mpango wa maendeleo wa mwaka 2025-2026 zaidi ya vijana 1886 walipewa mafunzo ya ufundi stadi, ambapo vikundi zaidi ya 148 viliwezeshwa kupewa mkopo wa zaidi ya bilioni 3.1 ili kusaidia shughuli zao za kila siku kufanikiwa na kwenda kuleta chachu ya maendeleo katika taifa. Lakini je, vijana bado tuna ile chachu ya kuendeleza Maendeleo ya taifa. Nikukumbushe langu jina ni Amos Makali na hii ni Kisa Media.